Tumetoka mbali, familia iliyokuwa inaheshimika huko zamani ni ile iliyokuwa na redio nyumbani ama yenye basikeli aina ya Phoenix. Leo mwenye redio wala hakuna mtu anamjali, kwa sababu kila mmoja anayo redio tena na TV, na wengine wanazo redio kwenye simu zao. Tulipotoka, mwenye chemli ya taa ulikuwa maarufu sana kijijini, na watu walijipanga kuangalia namna wanavyofaidi mwanga. Dunia imebadilika, leo kila nyumba ina umeme na watu wanaona umeme tena kama hitaji la lazima kwenye maisha yao. Dunia imebadilika, dunia imebadilika kwa kiwango ambacho wakati tunakuwa sisi, bibi harusi siku ya kuolewa alikuwa ndio analia, na wale mnaokuwa wageni mnakuwa washangiliaji. Harusi ya leo bibi harusi ndio mchezaji mkubwa kuliko wageni wote. dunia imebadilika Nataka niwaombe walimu wote mlioko hapa endeleeni kuishi kwa dunia inayobadilika, fikirini upya kila siku. Wale wanaotaka kuwarudisha nyuma kwa kuambia tuliendesha hivi chama cha walimu miaka kumi na tano iliyopita, wajue kuwa kwa dunia ya leo, si kweli kwamba mbinu zilizotumika miaka mitano kumi iliyopita zitahitajika kwenye dunia ya leo. Dunia ya leo ina kasi kubwa. Mnatakiwa kuwafikia walimu wakati wote, wawasikilize tena, hata kama wanawatukana msirudishe neno, wapeni sababu ya wao kuwapendeni ninyi, na hivyo kwa kuwahudumia watarudi kwenu. Miaka ya nyuma kulikuwa na kampuni inaitwa Kodak, ilikuwa inapiga picha, na miaka hiyo ya nyuma tulikuwa na watu mtaani wanaitwa wapiga picha walikuwa wanavaa kamera shingoni, wanapita kwenye familia kupiga picha. Ukiwatafuta leo hutawaona. Kwa nini? Kwa sababu dunia imebadilika. Kodak aliondolewa na digital world, dunia ilivyobadilika, kila mtu leo ni mpiga picha, na bila shaka hapa ninapoongea wako wanaonipiga picha, hawajasubiri mpiga picha, na wengine mtapiga picha mkitoka hapa. Kwa nini? Dunia inabadilika. Zamani wakati tunasoma shule ulikuwa unamwandikia mzazi barua, unasubiri miezi miwili mfikie, kisha kujibu kwa barua. Wakati mwingine mkifunga shule siku umefika na barua ndo inafika, kabla baba hajaliona dunia imebadilika. Leo ukimhitaji mtu utampigia hapo hapo utamwona. Kwa nini? Dunia imebadilika leo. Mabadiliko ya dunia yanatusukuma kwenye dunia inayohitaji watu kufikiri sana, tena kwa haraka. Ninyi viongozi wa chama cha walimu mjue, mnaongoza walimu si kama wale wa zamani. Walimu wa leo ni watu wanaohoji sana. <tune> tena wakati mwingine mtu anaweza kudhani hawaridhiki, si kweli. Ni kwa sababu dunia iliyopo ni dunia inayobadilika. Mnapaswa kupitia mikutano kama hii na mafunzo mlionayo, ni lazima mjue kuwa kwa kubadilika kwa dunia, na ninyi staili yenu ya uongozi lazima ibadilike.